Mkasa wa shimo pale ambapo vijana wamedidimia wakitazama mpira. Katika wodi ya Kazandani eneo bunge ya Nyali umetokea mkasa wa shimo pale ambapo vijana wamedidimia wakitazama mpira. Kwa mengi zaidi tufuatilie katika channel yetu. Mjambo, ndugu zangu wa Mombasa, hali zenu. Nasema ya kwamba maeneo ya Kadzandani Ward, kwa mama Fatima Kushe, eneo bunge la Muhammad Ali Jichopevu, kumetokea mkasa wa shimo na vijana waliokuwa wakitazama mpira kwenye banda la video wameweza kudidimia. Vijana wataka kujulikana ni wangapi, wanasema wawili, wengine wanasema wanne. Timu ya mheshimiwa wa gavana Mombasa Abdul Samad Sharifu Nasiri Mombasa kaunti imeweza kufika watu wafaya wa kuapa inspectorate wa kuapa yani Mombasa kwa jambo lolote huwa wako macho hivi wanafata taratibu hata county commissioner bwana Muhamed Nur pia ameweza kufika. Waziri Sudi, kiongozi wa inspektorati, ameweza kufika na wawakilishi wa mama Hadija Ali pia wameweza kufika, kocha Abudi. Kama ninavyokujuza kwamba taarifa zinapotokea zozote Mombasa County iko macho sana. Kocha Abudi, nitaachia hapo alafu tutaangalia kwa baadaye mjadala ni upi. Niupi ah, watu walioingia ni wangapi? musema, musema ni watu wangapi wann wanne, wanne? watu ambao wameingia ndani wanasemekana ni watu wanne, na hivyo ndivyo shimo vile ambavyo lipona Bamburi mwisho hapa. Ilikuwa nimekaa kwangu nikakumania mtoto, nikaambwa kuna watu wameingia shimoni kwenye bandala za hapa sasa. Nikatoka nikajako kuangalia, kuangalia ni ukweli, watu wameingia hapo ndani, asemekana watu wanne wameingia na yale mabenchi yao walikuwa wamekalia, na kuna ukuta wa mporomoko ulikuwa na video na zile cemgi za kuonesha. Tukawatua kaona sasa, tukapiga simu kwa machifu, tukapiga simu kwa machifu, ndio tukaambiwa kaletwa haya kwa mkuu mheshimiwa Taio asemekana yedo wakiueshaia haya jaribu kuwatoa lakini ile shimo ni sereti sana, alafu kuna madongo mengi yameingia pale ndani, kwa hivyo anafikiri uh-huh. Wanasema wanafikiriiaa waweze kuwatoa lakini, kasukuru sana kwa